Na mtazamaji wa Trend TV, e bwana Mbosso Kanya, eh bwana amejishindia tunzo tatu, e, huko Kenya na hiki ni kitu ambacho kiukweli kimewafurahisha watu wengi sana, ukizingatia kwamba msanii huyu hivi karibuni tu ametoka kujitoa katika record label ambayo kubwa ambayo imemkuza kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo tunafahamu kabisa kwamba Mbosso amejitoa WCB, na watu wengi sana wakawa wanahisi kwamba huenda karia yake ikashuka kwa namna moja au nyingine, lakini Mungu si asumani. Yeah, so ni kwamba Mboso bwana, anaonekana kwamba anazidi kufanya vizuri na ameshinda tunzo tatu huko Kenya, na hiki ni kitu ambacho kimewafurahisha watu wengi sana. Tunafahamu kabisa huyu kijana ni mpambanaji na watu wengi sana wanampenda. Kwa hiyo ushindi wake wa hizi tunzo umewafurahisha watu wengi sana hususan, ukizingatia kwamba hivi karibuni tu Mboso bwana alikuwa katika changamoto. Yeah, alikuwa katika changamoto, alikuwa anasumbuliwa na matatizo ya moyo Umeona bwana, kwa hiyo alikuwa yuko hospitalini, lakini tunashukuru Mungu anaendelea vizuri, na katika kari yake ya mziki anaendelea kufanya poa, na kama hivi tunavyoona, matunda ndo kama hivi, amejishindia tuzo hizo tatu. Kwa hiyo ni kwamba usiku wa kuamkia leo, star wa mziki nchini Tanzania Mbosso Khan ameibuka mshindi wa tuzo tatu eh, kupitia tuzo za AEA Awards ambazo zilizofanyika usiku wa kuamkia leo jijini Nairobi, Kenya. Ndo, Mbosso ameshinda katika vipengele vitatu kati ya vinne alivyokuwa anagombea. Umeona bwana eh? Kwa hiyo Mbosso kan bwana amezikomba tunzo tatu huko Kenya katika vipengele ambavyo alikuwa nominated katika vipengele vinne, kwa hiyo amekosa kipengele kimoja tu vingine vyote amebeba, kwa hiki ni kitu kizuri sana kwa kuona Mbosso akiwa na anaendelea kufanya poa akiwa eh, anaendelea kufanya vizuri katika career yake ya music eh, kwa upande huu hapa wa Afrika Mashariki. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako bwana katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku reply kila comment ambayo utakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.